Dkt. Mwilawa amekuwa ni mfano wa uadilifu uchapakazi na kwa kweli hata ukimtafuta kwa kila individual hapa kimpigia kula atapata asilimia mia moja kwenye hizo sifa zote za uadilifu na mambo mengine kiutumishi wa umma tunasema amekizi zile fakta zote tano za utumishi wa umma ulio hodari na bora sasa sisi tunajifunza nini kutoka kwake ni muhimu sana e, kwa kweli kama tutaweza kuiga aliyokuwa anayafanya Dokta Mwilawa, naamini sisi tuliobaki tutafanikiwa sana. Daktari, wewe ulinijenga sana na niseme mimi ni zao lako kabisa, kwa sababu hata nateuliwa likitoka kwenye mikono yako na Dokta Mwambene. Kwa hiyo, mlinilea mlinijenga na mlinisemea mazuri, ndio maana nikafika hapa nilipo. Mimi napenda nitoe shukrani zangu za dhati. Dokta Mwilawa, nikutakie kila la heri, Mwenyezi Mungu akutunze. Na mimi ni mtoto, nitaendelea kuwa mtoto na nitakuwa mtoto mtukutu, kwa sababu nitakuwa nakusumbua kila wakati. Amenifundisha kazi ko na guswa sana. Nimeanza naye mbali kwenye shughuli za utafiti, tumefanya sana shughuli za utafiti, lakini baadaye tukateuliwa siku moja na yeye kuja wizarani akiwa kiongozi wangu, nikiwa msaidizi wake, akanifundisha namna kufanya kazi. Mwenzangu alikuwa tayari kwa kiongozi, kwa hiyo kidogo akawa tayari na uzoefu, nikawa najifunza kutoka kwake. Namshukuru kwa, na kwa kweli akaniongoza, na tukafanya kazi vizuri na mpaka hapa tulipofika, naamini ana mchango mkubwa kwenye maisha yangu. Nasema asante sana, asante sana. Tuseme baada ya kuripoti pia alichukua jukumu la kunizungusha vituo vyote vya Taliri. Kituo cha Mabuki aliwahi kufanya kazi pale. Tulifika sehemu alinunua machungwa mengi sana, sikuelewa kwa nini. Lakini kumbe ni upendo alionao kwa wale watu na ni watu wa chini. Yale machungwa walipewa wachungaji, walifurahi sana. Kwa hiyo nilijifunza vitu vingi. <coughs> Katika kipindi ambacho nimeishi naye nimejifunza kutunza muda, ingawa ni kitu ambacho nilikuja nacho, pia huwa natunza muda, lakini pia maandalizi maandalizi ya mapema kama mna mkutano unaanza saa tatu atahakikisha saa mbili na nusu kila kitu kinafanya kazi. Mimi nimefanya naye kazi kwa muda mfupi sana, lakini nimejifunza vitu vingi sana kwake, na hasa hasa uchapa kazi, kujitoa pasipo kuchoka, muda wote, weekend, Jumapili jioni, sikukuu, sijui siku gani, mi nikiingia pale NBC namta mzee Mwilawa anachapa kazi. Binafsi tumejifunza mambo mengi tu. Aa, na zaidi sana tunampongeza kwa hatua na tunamtakia kila laheri yeye pamoja na familia yake. Kwanza alikuwa ni mtu ambaye yani, mambo yake ni alaka amna kulaza kitu, lakini kwa ustadi na kwa weledi. Lakini pia alikuwa ni mtu ambaye anawajali watu wa chini lakini pia kitu ambacho nimejifunza kwake, yeye nadhani ni mwalimu. Yaani kama uelewi kitu anakwambia kapa, nikufundishe. Ukifundishika utaelewa, usipofundishika basi utaachwa. Dokta nimemfahamu kwa muda mfupi na tumeishi salama salimini. Hey. Sina alichodia zaidi ya shukrani. Dokta Mwilawa, umekuwa zaidi ya bosi wetu, umekuwa mlezi Mwalimu na mfano wa kuigwa hasa katika suala la commitment ya kazi. Uongozi wako wa hekima, subira na maono umetufundisha mengi si, si tu kuhusu kazi, bali pia kuhusu uadilifu, nidhamu na kujitolea kwa ajili ya wengine. Tunakuombea afya njema, furaha na amani katika kila hatua ya maisha yako ya ustaafu. Tutaendelea kukukumbuka daima na daima utabaki kuwa sehemu ya familia na usisite kutupa ushauri na miongozo pale tutakapokutafuta. all the best boss, regard Matthew Mgogo. Mimi binafsi bosi, na nakushukuru sana. Mimi nimefika elfu mbili na kumi na tisa wizarani kama alivyosema Mgogo, tume tumepata maelekezo mengi namna gani ambavyo ni kwamba tunatakiwa kufanya kazi. Mazingira ya kazi yanatofautiana unapokuwa unafanya kazi kwenye mamlaka ya serikali za mitaa, ukija na huku kwenye upande wa serikali kuu, mambo kidogo ni tofauti. Kwa hiyo wakati mwingine eh, daktari Ambakisi amesema ukifika ofisini unamkuta. Sasa na ukiwa mvivu, ina maana kila siku utamkuta yupo, na ukifika unaweza ukaulizwa kazi fulani imefikia wapi au kuna nini Kwao ni kwamba ni kitu ambacho kimsingi kilikuwa kimeshatujenga, ni kwamba tunajua nini ambacho tunatakiwa kufanya, na kimsingi tunakushukuru sana boss. Kwa kweli umetusaidia kwa namna moja ama nyingine mpaka hapa tulipopita, kwa hiyo shukrani sana na tunakutakia kila la heri. Na vijana wangu kama watatu wanne, ambao wameshawahifanya kazi pamoja na Dr. Mwilawa class to them. Ulikuwa ni darasa kwao, wanakufahamu vizuri wanafahamu mwenendo, unataka nini, tutoe result gani. Hilo umetuachia kama mafunzo. Kama idara ya DID tunakushukuru sana.